Raisi wa Urusi Vladimir Putin ametoa onyo kali kwa Ukraine na washirika wake wa Magharibi, akisema kwamba iwapo Kiev itatumia makombora ya masafa marefu kugonga eneo la Urusi, jibu kutoka Moscow litakuwa kali sana, ikiwezekana la kutisha. Onyo hili linakuja wakati kuna uvumi unaongezeka kwamba Marekani inaweza kusambaza makombora yake ya hali ya juu na masafa marefu kwa Ukraine kama vile Tomahawk na kuondoa vikwazo vya matumizi ya makombora mengine lakini tishio la vita kuongezeka. Amesisitiza kwamba matumizi ya silaha za masafa marefu dhidi ya Urusi yanaashiria kiwango kipya cha mvutano katika vita, akimaanisha kuwa Urusi haitachukulia kitendo hicho kama shambulio la kawaida. Taarifa yake kwamba jibu litakuwa staggering, yaani la kutisha au la kushangaza inaonyesha uwezekano wa Urusi kutumia nguvu zisizo za kawaida, jambo ambalo linaweza kujumuisha matumizi ya silaha za kimkakati au kuongeza mashambulizi makubwa dhidi ya miundombinu ya Ukraine. Wasiwasi wa Urusi unatokana na ukweli kwamba makombora yenye uwezo wa masafa marefu yataipa Ukraine uwezo wa kulenga maeneo nyeti ya kijeshi na ya kimkakati ndani kabisa ya eneo la Urusi, kama vile vituo vya mafuta, vituo vya amri na vituo vya usafirishaji. Pia rais wa Ukraine ndugu Volodymyr Zelensky amekuwa akibishana kwamba uwezo wa Ukraine wa kufanya mashambulizi ya kina nchini Urusi ndiyo funguo ya amani, kwa sababu itamshinikiza Putin kuchukua mazungumzo kwa uzito zaidi. Matamshi ya Rais Putin yanaonyesha kwamba makombora ya masafa marefu yamekuwa mstari mwekundu mpya katika vita vya Ukraine ambavyo vinaendelea kwa hivi sasa.